Wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, meneja wa kampeni, mwenyekiti wetu wa vijana taifa, ndugu Abdul Nondo ameelezea kwa kina kabisa kazi kubwa ambayo tumefanya, na kuna watu walikuwa wanazunguka wanasema tulipokuwa viongozi hakuna ambacho tumefanya. Tuliamua kuchukua mambo yote tuliyoyafanya tukayaweka kwenye bango moja, muone wenyewe, na wao wanaosema hatujafanya kitu waone. Si mliona? Lakini tuchukulie, tuchukulie kwamba nilikuwa mbunge hapa 2015 mpaka 2020. Awe elfu mbili na tano mpaka elfu mbili na kumi na tano kule Kigoma Kaskazini. Halafu iwe sikufanya lolote, iwe hamna barabara, amna lolote nilofanya. Lakini kuna jambo moja tu ambalo huwezi kuninyang'anya, moja tu ambalo ningeacha kufanya chochote katika mkoa huu, katika mji huu chochote kile, hili moja, mimi binafsi, hata Mungu akiniita, na nimewahi kuwaeleza hilo, nitakwenda kufuata amri ya Mungu nikitabasamu. Niliwajengea heshima, niliwafanya watu wa Kigoma popote wanapokwenda watembee kifua mbele, wakijidai bila uoga kusema wanatoka Kigoma. Ilikuwa watu wanaogopa kusema kwao ni Kigoma, lakini nilirejesha heshima. Na hilo kwangu mimi, heshima yako, utu wako, kwangu mimi ni kubwa zaidi kuliko mabarabara kuliko bandari kuliko reli kuliko chochote, kwa sababu ukishakuwa na heshima yako, ukishakuwa unathamini utu wako, unao uwezo wa kufanya chochote. Na hiyo ndio kazi kubwa ambayo niliifanya kwenu na nitaendelea kuifanya mtakaponirudisha nita tena bungeni tarehe 29 mwezi huu. Sio raia wa, wa daraja la pili katika nchi hii. Sisi ni Watanzania kama Watanzania wengine wowote. Maisha yangu yote ya kisiasa nimekuwa nikipigania haki ya uraia ya watu wa Kigoma, na ninataka niwaahidi leo, sitachoka kuendelea kuwasemea na sitajali mtu nayemtetea ni wa chama gani, wa dini gani anatoka jimbo gani, kwa sababu nimejipa ni huo wajibu ya kwamba, kama ndugu zetu wa Masai huwezi kutofautisha Masai wa Kenya na Masai wa Tanzania, hawasumbuliwi uraia. Kama ndugu zetu wa Makonde hawasumbuliwi uraia, kama ndugu zetu wa Nyakyusa hawasumbuliwi uraia kama ndugu zetu wa kutoka Tunduma kule wasumbuliwi uraia, watu wote wa mipakani hawasumbuliwi uraia. Kwa nini watu wa Kigoma ndio wasumbuliwe uraia? Nawaahidi nitaendelea kuwasemea, nitaendelea kuwatetea. Ninachokiomba tu tarehe 29 mwezi Oktoba Nendeni mkawape salamu sisi em, kwamba Kigoma haichezewi, Kigoma ina maamuzi, Kigoma inampeleka mwami bungeni, au sio? Mtanirudisha bungeni? Wangapi wanasema mtanirudisha bungeni? Asanteni sana, asanteni sana. tulifanya kazi kubwa mimi pamoja na madiwani wangu Kwenye halmashauri ya manispaa ya Kigoma chini ya meya wetu Hussein Ruhava, na mabadiliko makubwa tuliyaonyesha. Tulijitahidi kwa kadiri ya uwezo wetu kuhakikisha tunasafisha mji wetu, tunajenga barabara, tunajenga mifereji. Tulihakikisha tunaboresha shughuli za kiuchumi katika mji wetu, tulihakikisha tunachochea miradi mikubwa ya kimaendeleo katika mji wetu na tulikaa miaka mitano tu mitano nataka niwaambie watu wa Kigoma watu wa CCM wanafanya kampeni za mwaka huu utadhani eti aliyekuwa mbunge 2020 mpaka 2025 ni Zitto mimi miaka mitano sipo bungeni miaka mitano nilipokuwa bungeni na tulipokuwa na halmashauri tumeonyesha tuliyoyafanya. Wenyewe waonyeshe walifanya nini, waonyeshe tushindane kwa hoja. Tumeonyesha kila tulichofanya na kila ambacho tuliacha tumekiandaa kukifanya, yote tumewaonyesha ndugu zangu. Wakati nachaguliwa hapo, kina mama zetu walikuwa wanapanga bidhaa na maziwa barabarani. Askari wa mgambo wa manispaa ilikuwa kila siku wanawakimbiza kila siku. Nikachaguliwa kwa mbunge, nikakutana nao, nikakaa na meya na mkurugenzi, nikawaambia mimi nimeishi Ulaya, nimesoma Ulaya, mitaa huwa inafungwa kuruhusu watu kufanya biashara jioni. Tutafute mtaa, tuandae, tuufunge, tuweke pavement, tuweke taa, tuweke miundombinu inayotakiwa. Tukauteua huu mtaa ambao sisi tunauita mtaa wa marehemu mzee Menge, lakini nyinyi maarufu ni soko Marungu. Nikamleta balozi wa Denmark hapa hapa, nikatembea naye mtaani nikamwonyesha kulikuwa kuna mradi wa Denmark wanafadhili mji wetu, unaitwa local investment climate. Wakatupa milioni mia mbili na arobaini, nikajenga soko hili mimi na madiwani wangu na meya wa manispaa. Mambo yetu yako wazi, yanaonekana. Hatuhitaji kudanganyia, hatuhitaji kudikira kwenye mambo ambayo tukuyafanya kujifanya tuliyafanya. Sisi ndiyo ambao tumefanya kazi hii kwa na ushahidi tumeuonyesha. Watu wa Kigoma, turudisheni tena bungeni, nirudisheni mimi na madiwani, twende tukaendeleze kazi ambayo tumeifanya. Bado kuna mambo mengi sana ya kufanya katika mji wetu, tumeyaeleza katika kipeperusi chetu. Kila mtu hapa na asiondoke hapa bila hiki kipeperushi. Wangapi mnavyo? Wangapi mnavyo hivi? Wangapi mnavyo? Kila mtu asiondoke, kwa sababu huu ndio ushahidi wa nini ambacho tulifanya, nini ambacho tutafanya, na mambo gani ambayo tunakwenda kuyasimamia. Miradi imekwama, tumeacha miradi mikubwa tumeacha mradi wa soko la Mwanga, benki ya dunia, miaka mitano wameshindwa kumaliza. Tumeacha, tumeshapata fedha. Tumeacha mradi mkubwa wa mwalo kule Katonga, miaka mitano wameshindwa kumaliza. Tumeacha na fedha, tumeacha miradi mingi. Tumeacha mradi mkubwa wa ujenzi wa barabara kilomita 42 kutoka serikali ya Ubelgiji. Madiwani wa CCM walivyoingia, kwa sababu hakuna rushwa kwenye mradi ule, wacha ukataa mradi ule. Turejesheni kwenye manispaa, twende tukafanye kazi, twende tukalete mabadiliko ambayo tunapaswa kuyaleta.